Ni siku 25 tu kabla ya mashindano makubwa zaidi ya Quran tukufu ya mabara yote ulimwenguni yanayoandaliwa na Alhikma Foundation. Vijue vituo vya elimu vya Alhikma Foundation: Alhikma English Medium Primary School iliyopo Temeke, mtaa wa Yombo Kikale na pazi Quran. Ni ncha kwa ncha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu